Umewahi kujiuliza kwa nini watu wawili wana kipato sawa, wanaishi mtaa mmoja, wana elimu sawa, lakini baada ya miaka mitano mmoja anakuwa tajiri na mwingine anakwama kwenye madeni? Siri ipo hapa, akili yake. Leo rafiki yangu, nitakushirikisha saikolojia ya utajiri, namna akili yako inavyoweza kukufanya tajiri au maskini, na nitafunua mistari ya kisaikolojia ambayo mamilionea wa wanaitumia bila wewe kujua. Usiondoke kwa sababu dakika tano zijazo ndizo zitakazokupa mtazamo mpya kabisa wa maisha yako ya, ya kifedha. Lakini kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe, bonyeza notification bell, na ukiwa mtu anayetaka maisha bora kifedha, acha komenti moja, nataka na kufikiri kama tajiri. Hii itaniambia uko serious na unataka kubadilika. Saikolojia ya utajiri sio kuhusu pesa ulinazo sasa, bali ni mindset unayotumia kuzitengeneza. Kuna tofauti kubwa kati ya akili ya tajiri wealth mindset na akili ya maskini scarcity mindset. tutachambua jinsi malezi na imani za kifamilia zinavyounda mtazamo wako wa pesa, na mwisho nitakupa mfumo wa hatua practical framework kubadilisha saikolojia yako ya kifedha. Hem, tuanze. Imani za ndani roots 1 manuscripts, hati zilizofichika kwenye akili yetu. Kila mtu ana manuscript ni kama software ya kifedha iliyopandikizwa kichwani mwetu tangu utotoni. Baadhi ya scripts ni hasi, mfano: pesa ni chanzo cha maovu, wenye pesa ni wabaya na wabinafsi, kuwa tajiri inahitaji bahati au kuzaliwa katika familia fulani. Kisaikolojia, mtu mwenye script kama hii atakuwa na self sabotage, mfano hata akipata hela nyingi ghafla atazitumia vibaya, kuzikimbiza kwa anasa au hata kuwekeza vibaya, ili subconscious yake iwarudishi pale inapoamini wanapaswa kuwa. Hii ndio sababu mara nyingi watu wanaoshinda bahati nasibu huishia kufilisika baada ya miaka michache. Tatizo si pesa waliopewa, bali skripti ya kifedha ndani ya akili yao. Namba mbili: ulezi na mazingira, chanzo cha mindset. Kama ulilelewa katika mazingira ya kusikia kila siku hela ni ngumu kupatikana, tunateseka, hatuna uwezo, unajenga scarcity mindset. Unaona pesa kama kitu cha hofu na upungufu, unaishi kwa kulinda kidogo ulichonacho badala ya kujiamini kutafuta zaidi. Lakini kama ulilelewa katika familia inayosema, tunaweza kuokoa, tunaweza kuwekeza, tunaweza kujifunza njia mpya ya kutengeneza kipato, unakuwa na growth mindset. Hii mindset hii inakuambia pesa inaweza kukua, ninayo nguvu ya kuibadilisha. Unaweza kutafuta fursa badala ya kukimbia changamoto. Saikolojia ya kijamii inasema imani tunazorithi kutoka utotoni ndizo zinaamua asilimia sabini ya maamuzi yetu ya kifedha ukubwani. Mfano halisi wa waajiriwa wawili: mtu wa kwanza anapokea mshahara wake kila mwezi na kila senti inakwenda kwenye matumizi chakula kizuri, outing, simu mpya, starehe za haraka. Hakuna mpango wa akiba, hakuna uwekezaji. Kila mwisho wa mwezi anarudi sifuri au hata madeni. Mtu wa pili, anapokea mshahara ule ule, lakini ana kanuni moja: asilimia ishirini ya kipato changu si changu, ni cha mustakabali wangu. Anaweka akiba, anaanza kuwekeza kwenye mfuko wa uwekezaji, biashara ndogo, au hata kujifunza skili mpya. Anaishi chini ya kipato chake hata kama sio rahisi. Baada ya miaka mitano, tofauti ni kubwa sana. Mtu wa kwanza bado yuko kwenye sprint ya mshahara hadi mshahara, hana assets. Mtu wa pili ameunda safety net. Ameanza kujijenga kimaendeleo, na sasa ana nafasi ya kuwekeza zaidi hata kama kipato bado ni kile kile. Hii inaonyesha kwamba utajiri sio kipato cha sasa, bali ni saikolojia ya matumizi na imani zako kuhusu pesa kwa hiyo root zako scripts, malezi na mindset, ndizo msingi unaokamua kila maamuzi yako ya kifedha kama msingi ni dhaifu hakuna pesa nyingi zitakazoweza kubadilisha maisha yako lakini kama msingi ni thabiti hata kipoto kidogo kitakuwa na mlango wa uhuru wa kifedha framework ya hatua tano kubadilisha saikolojia yako ya pesa Moja, Awareness. tambua scripts zako za pesa hatua ya kwanza ni kujua imani zilizofichika kichwani mwako kuhusu pesa hizi ndizo zinazoendesha maamuzi yako bila wewe kujua. Ulipokuwa mtoto, ulisikia maneno kama: pesa ni ngumu kupatikana, wenye pesa ni wabaya, usijisumbue sana, si kila mtu anaweza kuwa tajiri. Imani hizi zinaunda subconscious program. Action point: kaa chini na andika sentensi zote unazokumbuka kutoka kwa wazazi, walimu au jamii kuhusu pesa. Halafu jiulize, hii imani imenisaidia au imenizuia? Awareness ni kama kuangaza tochi gizani, huwezi kubadilisha kitu usichokijua. Namba mbili, reprogramming, badilisha imani hasi. Baada ya kugundua scripts zako, hatua inayofuata ni kuzifuta na kuziandika upya. Saikolojia inasema unaweza kuondoa imani hasi kupitia affirmations, mfano, badala ya pesa ni ngumu kupata, sema kila siku Ninavutia fursa za kifedha kila siku. Vitendo vidogo. Maneno pekee hayatoshi. Lazima uthibitishe kwa kitendo. Mfano, badala ya kusema siwezi kuwekeza, weka hata elfu tano kwenye mfuko wa akiba. Kadri unavyorudia maneno na vitendo, subconscious yako inabadilika. Reprogramming ni sawa na kuinstall software mpya kwenye akili yako. Tatu, habits. Jenga tabia ndogo za kifedha. Saikolojia yako ya pesa hubadilishwa na tabia ndogo ndogo zinazojirudia kila siku. Hizi tabia ndizo zinaamua mustakbali wako wa kifedha. Kusave angalau, kusave 10 to 20% ya kipato chako. Kuwekeza hata kidogo, badala ya kusubiri mtaji mkubwa. Kutafuta passive income, mfano kuandika ebook, kuanzisha biashara ya mtandaoni, au kuwekeza kwenye assets zinazozalisha mapato bila juhudi kubwa habits ndogo zikijirudia kwa miaka hujenga tabaka la utajiri. Habits ndogo ni sawa na matone ya maji, kwa muda hutengeneza bahari. Nne, environment, jizungushe na watu sahihi. Saikolojia ya kijamii inasema, wewe ni wastani wa watu tano unaotumia muda nao zaidi. Ukiwa karibu na watu wenye mindset ya umaskini utasikia kila siku, hakuna fursa, pesa ni ngumu, acha ndoto zako ukiwa karibu na watu wenye mindset ya utajiri utasikia hii ni fursa, jaribu invest hapa, soma hiki kitabu. Angalia marafiki zako, content unayotazama na watu unaowafuata mtandaoni, badilisha sako yako kimakusudi. Environment ni kama udongo, ukipanda mbegu kwenye udongo bovu haitamea. Namba tano, identity. Jione kama tajiri tangu sasa. Hatua ya mwisho na yenye nguvu zaidi ni kubadilisha utambulisho wako wa ndani. Kabla hujawa na milioni, jiulize, mtu mwenye utajiri angetenda vipi kwenye hali hii? Tajiri huthikiri kama creator, investor, problem solver. Mfano, ukipewa laki tano, maskini ataona kama hela ya matumizi ya mwezi, tajiri ataona kama mbegu ya kuanzisha biashara ndogo au kuwekeza. Identity ikibadilika, decisions zako za kila siku zitafuata identity mpya inabadilisha tabia na tabia zinabadilisha matokeo ya kifedha. Rafiki yangu sasa, umeona wazi kabisa utajiri unaanza kichwani kabla haujaonekana mfukuni. Saikolojia yako ndiyo inayokufanya ama uwe tajiri au kubaki maskini. Swali ni wewe, umeamua kufikiri upande upi? Kabla hujaondoka, nataka kukuuliza swali moja: ni imani gani kuhusu pesa utakayoiachia leo? Acha komenti yako hapa chini. Kama umejifunza kitu kubwa, bonyeza like, subscribe na share video hii na marafiki zako. Hii inaweza kuwa zawadi unayowapa kuwasaidia kubadilisha maisha yao kifedha. Na kumbuka, utajiri ni matokeo ya akili iliyofunguka na umaskini ni matokeo ya akili iliyofungwa.